Evariste Ndayishimiye Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Hakainde Hichilema Rais wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmud Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, Mheshimiwa Daniel Chapo Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa Jenerali Mstaafu Dr. CGDN Chiwenga Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe, Mheshimiwa Jessica Rose Epel Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Mostra, Mostradin Abdu Rais wa Bunge la Muungano wa Visiwa vya Komoro, na kiongozi mwandamizi wa pili wa dola, Mheshimiwa Profesa Kiture Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni Isitoleketi, Waziri wa Ushirikiano wa Kikanda na mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano Uh, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa Makamo wa Raisi wa Staafu, Waheshimiwa Marais wa Staafu wa Zanzibar, Mawaziri wakuu wa staafu, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania, jaji mkuu wa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote kutoka Tanzania, mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi, viongozi wa vyama rafiki Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa vya hapa nchini, waheshimiwa mabalozi wakuu wa taasisi taifa na mashirika ya kimataifa na wawakilishi wa nchi mbalimbali, waheshimiwa wabunge wa teule, wawakilishi wa teule na madiwani wa teule, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, mabibi na mabwana, Tanzania oye oy. Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki sherehe hizi za kihistoria kwa taifa letu. Pili ni washukuru Watanzania wote.